Nikachukua bajaji hadi Mabibo. Barabara zilikuwa kimya ajabu usiku ule, hata upepo ulionekana kuacha kupuliza. Nilipofika kwenye nyumba ile yenye alama ya nyota, mlango ulikuwa wazi. Nilipoingia ndani, nilikuta wale wanaume wane, sasa wote wakiwa wamefunika nyuso zao. Taa nyekundu iliwaka tena. Jafar alisimama katikati, sura yake ikiwa imechanganyika tabasamu na hofu. "Karibu kaka yangu," alisema kwa sauti ya ajabu. Safari hii hakuna kurudi nyuma. Chama kimekubali. Ukimaliza leo, maisha yako yote yanabadilika kesho. Nilihisi mikono yangu ikitetemeka. Mnataka nifanye nini? Niliuliza. Mmoja wa wale wanaume alileta bakuli dogo lililokuwa na kitu cheusi kama mchanganyiko wa damu na udongo, akanipa. Tumia mikono yako kulamba hii, hii itafungua macho yako, halafu utatupa jina lake. Nilihisi kichefuchefu, lakini tamaa ilikuwa kubwa. Nilichukua bakuli kwa mikono inayotetemeka, nikakinywa kidogo. Ndani ya sekunde chache, nilihisi kila kitu kikizunguka. Macho yangu yakabadilika na niliona giza limejaa picha zisizo za kawaida, damu, nyoka, sura za watu wanaolia. Sauti ilisema tena. Sema jina. Sema jina lake. Chukua dunia. Nilijua jina walilotaka ni la mama yangu. Nilifumba macho, machozi yakinitiririka. Nilijikuta nikilia kwa sauti. Siwezi kumtoa mama yangu. <laughs> Chumba kizima kilitikisika. Taa nyekundu ikazimika. Mmoja wa wale wanaume akaanguka chini, akalia kama mtoto. Sauti ya Jaffar ikawa nzito zaidi. Kama huwezi, utalipia kwa maisha yako, Sudi. Chama hakina huruma kwa wanaokimbia. Ghafla nilihisi kama kitu kimenikamata mabega. Niligeuka, nikakutana na macho mekundu yakinichoma kama moto. Mikono ya giza ikanitupa chini. Nilipiga kelele, nikahisi damu inachuruzika puani. Nilipoamka nilijikuta kando ya barabara karibu na Tabata saa 9 usiku. Sikuwa najua hata nilivyotoka kwenye ile nyumba. Mavazi yangu yalikuwa na madoa ya damu na matope, macho yangu yaliuma, simu yangu haikuwepo. Nilihisi tumbo likicheza vibaya, nikatapika hadi mate pekee yakabaki. Nilitembea hadi hospitali ya Muhimbili nikiwa kama mlevi. Nilipofika, nilimkuta mama yangu amelala kitandani, akionekana amepata nafuu kidogo. Alinipigia tabasamu dhaifu. Mwanangu, ulikwenda wapi usiku huu? Sikuweza kujibu. Nilikaa kitandani kando yake, nikashika mkono wake kwa nguvu. Nilijua nimeingia kwenye jambo ambalo halitatoka kirahisi. Lakini mambo hayakuishia hapo. Kuanzia siku hiyo, kila ninapotembea barabarani, watu walinigeukia kama wanajua siri yangu. Nikiwa ndani ya daladala, nilihisi macho ya abiria yananikodolea. Nikiwa kazini, mzigo mzito uliporomoka karibu nami bila sababu. Nikiwa nyumbani, milango ilijifungua yenyewe usiku. Na kila ndoto niliota, niliona uso wa mama yangu ukiwa unayeyuka kama nta, ukinieleza kwa sauti ya huzuni, Sudi, kwa nini unanikaibisha mauti? Nilianza kupoteza usingizi, niliishi kwa kahawa na sigara, nilianza kupoteza uzito na siku moja, nilipofika nyumbani nilikuta barua ndogo chini ya mlango wangu. Ilikuwa imeandikwa kwa herufi za damu: kama hufanyi ulichotakiwa utaleta nafsi yako. Chama hakina msamaha. Nilijua sasa sina budi kuchagua: ama nitoe mama yangu kafara ili nipate utajiri na kuondoka kwenye maumivu haya, ama nibaki maskini na nipoteze hata maisha yangu mikononi mwa chama lakini ndani yangu sauti ya mama yangu ilikaa ikininginia, ikinikumbusha kila mara aliponifundisha maombi nikiwa mtoto: usiuze nafsi yako kwa shilingi mwanangu, dunia itapita, lakini dhambi itabaki. Nilikaa kitandani, nikatazama picha ndogo ya baba yangu aliyefariki, machozi yakadondoka. Nilijua kila kitu sasa kimepinduka. Sikuweza kuishi kama kama mtu wa kawaida tena, nilikuwa kama mzimu unayetembea kati ya wanadamu. Na ndani yangu kulikuwa na siri kubwa kuliko nilivyoweza kustahimili. Mama yangu aliendelea kuugua na madaktari walishindwa kueleza kwa nini hali yake ilibadilika usiku na mchana. Wakati mwingine alikuwa mwenye afya njema, akizungumza, akicheka kidogo, lakini ghafla, saa chache baadaye, alikuwa analia kwa maumivu makali ya kifua. Vipimo havikuonyesha chochote. Daktari mmoja aliniambia, mwanangu, hii si ugonjwa wa kawaida, huenda ni jambo la kiroho. Nilipoyasikia hayo moyo wangu ulinigonga kwa nguvu. Nilijua wapi tatizo lilipo, kwenye kile chama cha giza. Usiku huo nilikaa nyumbani nikitafakari. Nilikuwa nimekaa kwenye kiti cha plastiki, kaa ikiwa imezimwa, nikitazama kioo cha dirisha. Niliona uso wangu umebadilika, macho yangu yalionekana mekundu, na kila nilipokumbuka uso wa Jaffar nilihisi hasira ikinipanda. Nilijua sasa sina cha kupoteza, nilijiambia, kama hawa watu wanataka damu, basi watapata yangu, lakini si damu ya mama yangu. Nilihitaji msaada. Lakini msaada wa nani? Nilijua polisi hawataamini kitu kama chama cha siri cha giza. Nilijua rafiki yeyote niliyesalia naye angeniona kama mwenda wazimu. Ndipo nilikumbuka mtu mmoja, Mzee Ramadhani, mganga wa zamani ambaye aliishi Mbagala. Nilikuwa nimemsikia akitajwa miaka mingi iliyopita kuwa ni mtu wa mwanga anayepambana na wachawi na mizimu ya damu. Siku iliyofuata asubuhi nilisafiri kwenda kwake. Nilifika nyumbani kwake, nyumba ya udongo yenye paa la bati lililochakaa. Nilipiga hodi, nikasikia sauti ya kiume yenye nguvu, karibu karibu mwanangu, karibu nyumbani. Nilijua utakuja leo. Nilishtuka, niliingia ndani nikakuta mzee mwenye ndevu nyeupe macho yake yakiwa kama yanang'aa gizani. Alikuwa amevaa kanzu nyeupe, mikononi akiwa ameshikilia fimbo ya mianzi. umecheza na moto Sudi, alisema kabla sijamwambia chochote. umekanyaga mipaka ya dunia mbili, unahitaji toba, lakini kwanza lazima uvunje mkataba. Nilikaa kimya, machozi yakanija. Nilimwambia kila kitu, kuanzia jinsi nilivyokutana na Jaffar hadi usiku ule wa damu, hadi mama yangu kuanza kuugua. nilipomaliza Mzee Ramadhani alitikisa kichwa polepole pole. Hawa watu si wa kawaida, wametumia nguvu za agano la damu, na damu hiyo imeshika familia yako. Wamechukua sehemu ya roho yako kupitia ile damu uliyokunywa, hiyo ndiyo inawapa nguvu juu yako. Naweza kufanya nini? Niliuliza kwa sauti ya hofu. Kuna njia moja pekee, alisema. Lazima urudi kwenye nyumba yao usiku wa mwezi mpevu, uingie ndani ukiwa na damu yako mwenyewe utamimina damu hiyo kwenye sakafu yao ya mawe na kusema maneno ya kukataa agano. Lakini kumbuka, watakuja, watapigana na watataka kukumaliza. Nilitetemeka. naweza kufa? Ndio, lakini kama hutafanya hivyo utakufa taratibu na mama yako atachukuliwa kabla yako. Nilijua sina chaguo. Mzee Ramadhani alinipa chupa ndogo yenye maji ya rangi ya dhahabu. ukisikia sauti zao, nyunyiza haya maji, yatakuweka hai kwa muda Nilishika chupa ile kwa nguvu. Nilijua hii ilikuwa vita yangu ya mwisho. Usiku uliofuata ulikuwa wa mwezi mpevu. Nilitembea kutoka Temeke hadi Mabibo nikitembea kwa miguu, mwili wangu ukiwa na hofu, lakini roho ikijaa hasira. Nilipofika kwenye nyumba ile nilishangaa, ilikuwa imeonekana tena, ingawa nilifikiri imepotea. Geti lilikuwa limefunguliwa, taa nyekundu zikionekana ndani kama siku ya kwanza. Nilivuta pumzi, nikaingia ndani ndani kulikuwa kimya, hakukuwa na mtu lakini harufu ya damu na uvumba ilikuwa hewani. Nilikumbuka maneno ya mzee Ramadhani, nikachukua kisu kidogo nilichokuwa nacho na kuchana kiganja changu. Damu ilimwagika, niliimimina kwenye sakafu ya mawe na kusema, naikataa damu ya giza, naivunja roho ya agano hili kwa jina la damu yangu, naacha tamaa na wachukue walicholeta. Ghafla upepo mkali ukavuma ndani ya nyumba. Taa nyekundu zikazimika. Kelele zilianza kutoka kila kona, sauti za wanaume na wanawake wakilia, wakicheka kwa sauti ya uovu. Niliona kivuli cha Jafar kikiibuka mbele yangu, macho yake yakingaa kama moto. Umedharau baraka Sudi, aliongea kwa sauti nzito, ungekuwa tajiri, ungekuwa mtu mkubwa, sasa utakuwa majivu. Sitaki mali zenu za damu, nilipiga kelele. Nilinyunyiza yale maji ya dhahabu mbele yake. Kivuli chake kililia kwa maumivu. Kikaanza kuyeyuka kama nta. Lakini kabla kiondoke kabisa, nilihisi kitu kikikamata shingo yangu nyuma. Niligeuka, mmoja wa wale wanaume waliokuwa wamefunika nyuso zao alikuwa amenishika kwa nguvu. Nilipambana naye nikampiga na chupa ya maji yaliyosalia. Alilia akatoweka kama moshi. Nilijua vita haijaisha. Macho yangu yaliona maumbo makubwa ya giza yakizunguka ukutani, yakilia kama wanyama wa porini. Nilikimbilia mlangoni lakini mlango ulikuwa umefungwa. Nilikumbuka maneno ya mzee Ramadhani, kukimbia si suluhisho, lazima useme maneno ya mwisho. Nilipiga magoti nikiwa bado natokwa damu mkononi, nikafumba macho, nikasema kwa sauti yote, Mungu wa mwanga, kama bado unaniona, niokoe mimi na mama yangu. Natubu tamaa yangu na ikataa dunia hii ya giza. Wachukue chochote, lakini si roho ya mama yangu. Giza lote lilitikisika, Kelele zikapungua taratibu. Nilihisi kama upepo wa baridi unapuliza ndani ya moyo wangu. Taa zote zikazima na nikajikuta nikizirai. Nilipoamka nilikuwa hospitali, nilikuwa nimefungwa bandeji mkononi. Dada yangu mdogo alikuwa kando yangu akilia kwa furaha. Umeamka, tulifikiri umekufa. Mama yuko wapi? Niliuliza kwa sauti dhaifu. Amepata nafuu ghafla jana usiku, madaktari wamesema ni miujiza. Nililia kimya, nilijua kilichotokea, nilijua agano la damu lilikuwa limevunjwa. Lakini siku tatu baadaye, nilipokuwa nikitembea Kariakoo, niliona kitu kilichonisimamisha moyo. Gari jeupe lilipita taratibu mbele yangu, prado ile ile ya Jaffar. Nilisimama nikitazama, dirisha likashuka kidogo, ikamuona alikuwa pale akicheka kimya, kisha akainua mkono wake akanionyesha alama ya nyota yenye macho katikati, kisha gari likatoweka. Nilitetemeka. nilijua jambo moja tu, nilikuwa nimevuka mstari, na hata kama nimevunja agano lao, walijua mimi ndiye aliyewasaliti. Usiku uliofuata niliporudi nyumbani, nilikuta karatasi chini ya mlango wangu. Ilikuwa imeandikwa maneno machache tu kwa damu kavu: damu haijawahi kusamehe, utalipa kwa kizazi. Nilihisi baridi kali ikipenya hadi ndani ya mifupa, nilihisi dunia nzima imenitazama, lakini ndani yangu nilijua sijuti. Nilichagua uhai wa mama yangu badala ya mali ya shetani.